Sasa, picha linaanza, picha linaanza, umekwenda pangisha nyumba, mwenye nyumba ni mwanamke na yuko single, sawa. Kazi yako kila siku ni kupitisha wanadada tu, mama mwenye nyumba si mzee, ni msichana, msichana tu, hajazeeka, hajazeeka vile. Kila siku unapitisha, unapitisha, unapitisha Unashangaa mama mwenye nyumba amefika siku amekasirika, amekasirikia, amekununia yani amekujamia bila sababu. Unashangaa nipende nini? Hapana, ye ni kama alikuwa anakutaka wewe, lakini alikuwa na vituko vya maajabu. Ye alikuwa na vituko vya maajabu. Kwa hivyo unapokwenda kupangisha nyumba, angalia landlord wako ni nani, ako na bibi ama hana. Na kama hana wewe mwanamke, kama hana wewe mwanaume, hana bwana, inafaa ya ukae makini sana, la sivyo nyumba itakushinda. Maanake hana mume, na wewe kazi yako ni kuleta wanawake kubadilisha, labda ana hengo la kukutaka, ama labda wewe mwanamke, ana hengo la kukutaka, lamradi wako ni wa kiume, hana bibi, lazima uwe makini sana. Kwa hiyo sekta